Hallelujah. Hallelujah, Kanisa. Hallelujah, Church. Nafikiri mzee wa kanisa mlikuwa mmepanga na mheshimiwa saa sita nafikiri akakueleza. Ndio maana hata alikunong'oneza kwa habari ya muda, asante sana na ni kweli saa sita, simeshafika right now is 12. Eh? The time now is 12. So unaona. Kuna kaneno toka na nijia, kwa kuongezea hapo Isaya. Isaya. It's from the book of Isaiah. watoto wangu waimbaji, hata sipowataja majina, munajua mulikotoka. You know kuna wengine mekulia kwenye huduma hii, mnajua mimi niwaeleze. Usikae kusubiri Do not sit and wait. sana kusifiwa na mtu. To be praised by a person. Usikae kusubiri Do not sit and wait. sana mtu akupe hongera sana. Lakini. But Wakati mwingine anaweza akaja yale uliokuwa utarajia, ukaona unajituma unamtumikia Mungu, lakini usisifiwe. Wakati mwingine kama ulivyo kuna, kuna tarajia wewe ukaumia, wewe ukaona kama ya kwamba mbona kama hawanioni. Mfuta machozi ni huyu, ni huyu Sijui nikinyoosha kidole hivi unanielewa? Sijui unanielewa? Basi mfuta machozi, mfuta yawezekana, hata wewe haujui. Maybe you do not know this. ya kwamba elfu mbili na ishirini na saba utakuwa But nani, 2027, haujui. elfu mbili na ishirini na sita utakuwa nani, haujui 2026. Haujui jamani. Tumeomba mvua juzi. We, hapa niliomba maombi ya mvua, mvua imeshuka ghafla, pameroana hapajaroana. Sasa hivi kuna mahali ukipita unaona matope ambapo hayakuwepo nini, tope. Yawezekana mvua ya siku moja au siku mbili ni mambo yamebadilika, mambo yanaweza yakabadilika ndani ya siku mbili, na baadaye ukajua hivi, kumbe mimi and ndio huyu say, say, na kueleza me, muache Mungu aitwe Mungu may, na atabaki kuwa Mungu, ila ninaongea haya kwa watu wamwamini, kwa watu wanaomwamini wa Mungu. Kumwamini Mungu haijalishi umri kuna binti anaweza akawa na miaka mikumi na mitano akawa na msimamo wa kujisimamia years, na akamwamini Mungu kuliko hata mama mwenye miaka 60. Ni kweli au sio kweli? Haijalishi umri, imani ni kitu cha tofauti. Wanangu, watoto wa Mungu, mfuta machozi mwhesabu kazi unazozifanya, asiyopunguza hata nukta asiopunguza pointi yoyote, anayegawa pasipokuwa na upendeleo. Ni huyu ni huyu ni huyu ni huyu. Wakati mwingine jitie moyo mwenyewe, wakati mwingine wewe mwenyewe ujibebe na kusema Siyo kazi ya mtu na sio ya mwanadamu, ila ni ya Mungu. Nitafanya sawasawa na Mungu, ndiye ataniongoza mahali ninapokwenda, ndiyo ataniongoza mahali ninapokwenda. Akili zangu zinaweza zikaniambia ninachelewa, nimechelewa, lakini Mungu ninayemtumikia hata niaibisha, hata niaibisha, hata niaibisha. Hebu kwa sauti sema hata niaibisha. Umemaliza. Usiku yes. Tumekuwa na watu wengi sana night hapa. Soma mtumishi, nimalize Isaya Kwanzia mstari wa pili hadi tatu tu. Sasa 61 kuanzia mstari wa pili mpaka watatu anasema mm, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Umenielewa? You understand. Umenielewa? You understand. Ni mwaka it is the year wa kwenda to go kufuta galika To dry up the floods. Sema, amina. Sema, amina. Mungu azidi kukutengenezea amani wewe. Aitengenezee amani nchi yetu May ya Tanzania peace to our. Hata kama kuna gharika limepita mwaka jana. Ni gharika. Sema amina, amina. Yawezekana la kuhuzunisha la kugusa mioyo. Lakini But Maombi yetu yamekuwa sehemu yenye nafasi kubwa sana. Sema amina. Mungu alete neema na kukausha gharika ndani ya nchi ya Tanzania, Tanzania. Akarushe gharika ndani ya ukoo wako. Akaushe gharika ndani ya kazi ya mikono yako.